Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amewaagiza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wakuu wa wilaya zote za mkoa huo kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi katika kuzitumia vyema siku kumi za kupatiwa msaada wa kisheria kupitia migogoro mbalimbali nayo yakumba. Viongozi wa mikoa na wilaya, nenda mkahakikishe kwa mnaendelea kuhamasisha wananchi kutumia huduma hii kwa siku hizi kumi na kwa kuwa watazunguka kila wilaya. Kwa hiyo, waheshimiwa wakuu wa wilaya hakikisheni mnaanza kuzunguka maeneo yenu watangaziene wananchi kuja kukutana na wataalamu wa sheria ili wenye changamoto ziweze kutatuliwa. Waziri Mkuu Majaliwa ameyasema hayo mapema hii leo katika viwanja vya maturubai Mbagala, jijini Dar es Salaam, wakati akizindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, kampeni ambayo imejikita katika kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi hususan masuala ya ukatili wa kijinsia, migogoro ya ardhi, mirathi, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala na masuala yanayohusu haki za binadamu kwa ujumla. Lakini mbili, wazazi na walezi kwa watoto, mnapaswa kutambua kwamba nyie ndio nguzo muhimu katika kulinda na kuendeleza haki za watoto. Tunapozungumzia haki za watoto, nako kuna maeneo mengi ambayo tunahitaji wazazi myasimamie, ili watoto hawa waweze kupata haki zao za msingi. Moja, haki ya mtoto ana haki ya kuishi. Aidha, waziri mkuu amewataka wananchi kuondoa uoga na badala yake waripoti matukio mbalimbali ya kikatili katika vyombo vya kisheria ili kupata usaidizi na kupewa haki zao. Nitoe wito kwa jamii kwa ujumla kwamba sasa tunapaswa kuwa mstari wa mbele kupinga ukatili na kutoa taarifa za vyombo kwa vyombo vinavyohusika na utoaji wa taarifa. Ondoeni woga wa kwenda kutoa taarifa ya yanayojiri kwenye maeneo yenu ambayo ni kukiuka haki za watoto au mama au hata wanaume. Pia wako wanaume wanapigwa tuna wake zao nyumbani, na wao msiogope kwenda kutoa taarifa. Nasemaje wanaume wenzangu? Kwa upande wake, waziri wa katiba na sheria Damas Ndumbaro amesema kampeni hiyo imeundwa kwa lengo la kukamilisha misingi mikuu minne ili kutoa msaada wa kisheria kwa kila muhitaji ya muungano wa Tanzania, hususani ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya kwanza ambayo inaongelea usawa mbele ya sheria. Ili tuwe sawa mbele ya sheria, lazima yule ambaye haizijui sheria azijue sheria, yule ambaye hana uwezo wa kuwa na wakili apatiwe wakili. Ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inasisitiza wananchi wapate ufahamu wa kisheria na msaada wa kisheria lakini, msingi wane, wa nne, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni maelekezo mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye aliniita mimi, waziri wa katiba na sheria, Januari 2023, akanieleza tuandae mpango wa msaada wa kisheria ambapo kila mtanzania ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenye mahitaji ya kisheria aweze kupata msaada huo. Akizungumzia hali ya usalama katika mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema jiji hilo lipo salama na hakuna yeyote wa kutishia amani na milango ipo wazi kwa yeyote ambaye anataka kutoa ushauri, kwamba hii tabia inayoibuka, wengine nimewasikia wanasema tusiiche Tanzania kisiwa cha amani Tanzania unaweza kuilinganisha na Kongo? Tanzania leo unaweza kuilinganisha na mahali pengine wanapopigana watu? Tumekaa hapa kwa amani na kwa upendo, zawadi hii kila mmoja aishikilie. Lakini pia imetokea viongozi wa dini hapa kwa Dar es Salaam wanamuunga mkono sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi mkuu wa mkoa wananishauri vizuri sana na siamini mtu aliyelaanika anaweza kutumwa na Mungu kuja kulilaani taifa la Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba hayupo anayeweza kutisha, ila wapo wanaweza kushauri na ushauri ukapokelewa. Kuzinduliwa kwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia mkoani Dar es Salaam salam ni ukamilishwaji wa kampeni hiyo nchi nzima kwani hadi hivi sasa tayari mikoa 31 ya Tanzania bara na visiwani imekwisha kamilika. Khalid bin Omar Kishki TV, kila sekunde, kila sekunde, kila tukio, tukio, tunakufikishia kile kilicho muhimu kwa jicho la ukweli, ndani ya Kishki TV, mtazamo mpya wa habari kwenye rada.